Huyu ni kijana mtulivu sana anayetambulika kwa jina la Aromali. Leo alifika ndani ya hili eneo pamoja na familia yake kwa lengo la kuchukua jiko. Bimdada anatambulika kwa jina la Ambili. Sasa familia ya Aromali kwao, ebwana, walikuwa ni watu ambao wanapenda sana kunywa gambe, yaani familia nzima walikuwa bila gambe mambo yalikuwa hayaendi, ukianzia mama wadogo zake, lakini pia hata mashemeji zake. Mtu pekee ndani ya hii familia ambaye alikuwa sio mtumiaji mkubwa wa gambe alikuwa ni mtaalamu wetu Aromali. Baada ya weza kukamilisha hatua za kwanza wanaondoka pamoja na bibi harusi kuelekea nyumbani kupiga biliani, lakini pia ikiwezekana kumalizia sherehe pamoja na mambo mengine yaliyobaki. Sherehe ilikuwa ni pambe sana, biliani ikapigwa, lakini pia wakati wa jioni mshikaji akaonekana alikuwa na kitete sana. Mmoja kati ya shemeji yake akiwa ya pamoja na mpambe wakawa wanajiuliza, je, huyu bwana mdogo kwa jinsi anavyoonekana, hii shughuli ya usiku leo ataiweza? Wanamchukua bwana mdogo na kumweka chini, wanamweleza kwamba bwana inabidi iweze kukupa gambe ili angalau iweze kukuchangamsha lakini pia kutoa aibu ulionayo. Kijana akaonekana kuwa mgumu kukubali yofa, lakini ani akaelekezwa aende akachukue mzinga wa konyagi achanganye na juisi pamoja na masotojo mengine, ili mshikaji kipindi ambacho anakunywa asisikie ladha yoyote ambayo ilikuwa ni mbaya. Shemeji anamchukua anamweka chini bwana mdogo na kumweleza kwamba hakika usiku wako wa kwa kwanza huwa ni muhimu sana, ni usiku ambao unahitajika ufanye mambo yawe bambamu, usiafanye kwa uzembe. Upande wa pili akachukua gambia na kuanza kuchanganya. Sasa yeye badala aweze kuweka pombe kidogo, akaweka pombe kwa kiwango kikubwa, lakini pia akakamulia chungwa pamoja na masotojo mengine anamaliza anaenda kumpatia taarifa shemeji yao yuni na kumweleza kwamba kila kitu kipo tayari. Bwana mdogo anaambiwa elekea jikoni ukapige glasi moja, ukimaliza elekea chumbani uende ukafanye mambo yakawe mazuri zaidi. Mshikaji anafika jikoni, anafunua glasi, anakunywa, lakini pasina kujua ya kwamba glasi ambayo alikuwa akanywa yeye ni ya juisi tupu, na glasi ambayo alikuwa akaandaliwa ani kwa bahati mbaya ilipeleka chumbani na bindada Ambali akaipiga pasi na kujua ya kwamba ile ilikuwa ni gambe. Aroma, baada ya kuingia chumbani, anakuta bindada jicho tayari limeshalegea baada ya kuweza kupiga gambe. Dada anaanza kumuuliza maswali ya ajabu. Kwanza anamuuliza katika maisha yake, je, Aroma alishawahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi? Aroma anakataa kabisa, kwani anakumbuka kuna ushauri alishawahi kupewa na shemeji yake ya kwamba endapo ikitokea akiulizwa swali mahilo basi akatae kabisa na kusema ya kwamba hakuwahi kuwa na mahusiano na mwanamke yoyote. Kumetisa itoshi bimdada akasema ya kwamba yeye alishawahi kumpenda mwanaume mmoja mwanaume wa ndoto zake ambaye anatambulika kwa jina la Sujiti, lakini pia bimdada anathibitisha kwamba ni kweli bado anampenda sana yule mwanaume na anatamani angalau aweze kumwona. Hii kamshtua sana Aromali, akatoka mbio mpaka kwa shemeji yake na kwenda kumweleza hizi habari, lakini pia akaanza kumlaumu kwa hiki ambacho ameweza kukitengeneza, kwani kimempelekea bimdada kuanza kuongea mambo ambayo yalikuwa sio mazuri. Kipindi ambacho shemeji alikuwa anakuja ili kuweza kutatua huu msala, anakuta mama pamoja na mawifi amemweka mtukati wakisikiliza stori ambayo bimdad alikuwa anaitoa. Inahusu mahusiano yake yeye pamoja na mpenzi wake anayetambulika kwa jina la Sujiti. Dada anaendelea kueleza pumba, anasema ya kwamba alifanikiwa kukutana na Sujiti kipindi ambacho alipokuwepo chuoni, kijana mtanashati ambaye anapenda sana kuendesha pikipiki. Dada anawaambia wanafamilia kwamba wafanye juu chini, ili waweze kumleta Sujiti, kwani ni mwanaume pekee ambaye anampenda ndani ya maisha yake, lakini pia amemisi mama na maindi sana. Baada ya kusikiliza hizi pumba, yaani mwanamke ambaye wao wameweza kumwangaikia wameandaa mpaka biliani leo anaanza kutema pumba kama hizi, anapiga simu nyumbani kwa bindada Ambali anaoeleza familia ya kwamba inabidi wafike ndani ya hili eneo kutatua msala ambao binti yao alikuwa ameuanzisha. Mtu wa kwanza kufika alikuwa ni Ango, anafika anaanza kutembeza makonzi na kuweza kuwalaumu waungwana wa hili eneo ni kwa nini wamempatia pombe binti yake mpaka kupelekea kuanza kuongea mambo ya mahusiano yake ya zamani. Baba na mama, baada ya kufika nao wakaweza kusikiliza hizi pumba ambazo binti yao alikuwa anaziongea juu ya mahusiano yake, lakini pia juu ya mtu ambaye yeye alikuwa anampenda katika maisha yake. Baba na mama ni sawa, ameweza kusikiliza lakini, wakaanza kuwalaumu laumu ni kwa nini wameweza kumpatia binti yao pombe, kwani katika maisha yake hakuwahi kabisa kujaribu kutumia vitu kama vile. Wazazi wanaamua kuondoka pamoja na anko sababu alikuwa analeta noma, kwani yeye alikuwa amelewa. Baada ya wazazi kuondoka, mama anamwita kijana wake Aramol na kumweleza kwamba inabidi aweze kumchukua huyu binti na kumrudisha kwa mtu ambaye anatambulika kwa jina Sujiti, kwani hawezi akaruhusu kijana wake akaishi na mwanamke ambaye bado moyo wake upo kwa mtu mwingine. Wakiwa njiani kuelekea kwa Sujite, bwana kijana akawa anajaribu kumbembeleza mama yake ya kwamba ajaribu kuweza kufikiria mara mbili ili swala ambalo anahitaji kuweza kulifanya la kumrudisha huyu binti kwa bwana wake. Kijana alikuwa anaongea haya mambo kwani alikuwa tayari alishampenda hubi mdada, japo japokuwa alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa akatafutiwa na mama yake, lakini yeye alikuwa tayari alishazama penzini. Mama akaona kijana wake analeta noma gani, akaamua kusimamisha gari na kumshusha kijana. Anampiga simu shemeji yake na kumwelekeza sehemu alipo, anamwambia kwamba ampitie ili uelekee sehemu ambapo mama pamoja na mke wake walikuwa wameelekea. Wakiwa njiani bwana, katikati ya safari, mama mtu anamuuliza binti, hebu tueleze vizuri, huyu mwanaume ni nani kwako? lakini pia ilikuwaje hakufanikiwa kukuoa kama mlikuwa ni watu mnaopendana? Dada akaanza kutoa hadithi ya mahusiano yake pamoja na Sujiti, anasema ya kwamba hakika huyu jamaa anaonekana alikuwa kweli anampenda lakini anaeleza siku moja kijana alifanikiwa kuweza kumpigia simu wakati wa usiku ili waweze kukutana katika kijumba kimoja ambacho kilikuwa ni kibovu. Bimdada baada ya kutoka kipindi ambacho alipokuwepo ndani ya kile kijumba, mshikaji akawa anahitaji aweze kupewa vitu, lakini ghafla majirani wakaweza kushtukia huu mchezo. Kijana akafanikiwa kuweza kutoroka na kumwacha binti akiwa peke yake. Majirani baada ya kufika hapa na kumkuta binti akiwa yuko peke yake, wakaanza kumrushia maneno ambayo yalikuwa sio mazuri. Kipindi ambacho binti alipokuwa anajisikia noma, anashangaa kumwona Sujiti akiwa naye moja kati ya hawa watu ambao walikuwa wanamrudishia maneno mabaya. Dada akashangaa sana, huyu mshikaji anashindwa hata kusimama mbele na kumtetea Sujiti. Baada ya ili tukio akamvizia bimdada kipindi ambacho alipokuwepo chuoni na kuweza kumwomba msamaha. Anamweleza bimdada ampatie siku chache za yeye kuweza kujipanga, ili aje pamoja na familia yake kuzungumza mambo yao ya kuweza kufunga ndoa. Dada akakubali, lakini nyumbani bwana, mambo yalikuwa ni ya moto, kwani wazazi, kutokana na lile tukio, akawa anahitaji kuweza kumwozesha kwa mtaalamu wetu Aromali ungali, huku binti yeye akiwa anatarajia kwamba atakuja kuolewa na Sujiti. Dada aliyokabidi aweze kumpigia simu Sujiti na kumweleza hizi habari, lakini mwamba akamweleza bim dada, kama ni hivyo basi waweze kuondoka ndani ya hili eneo na kwenda katika mji mwingine kuanzisha familia. Dada alivyokubali bwana akaona siku zinazidi kukatika mshikaji hatokei. Okay, ndipo akaweza kumuuliza ni jambo gani ambalo linaweza kumzuia Sujiti akadai ya kwamba hana pesa zozote za wao kwenda kuanza maisha mengine. Ambali kutokana na upendo aliokuwa nao kwa mshikaji leo anamkabidhi vipande kumi vya dhahabu na kumweleza aende akaviuze ili aweze kupata pesa ya wao kwenda kuanza maisha mengine, lakini baada ya kuweza kumpatia zile dhahabu, ebwana kila ambapo alikuwa anajaribu kuweza kumpigia simu, mshikaji alikuwa apatikani, lakini pia hata nyumbani kwao bwana Sujiti napo alikuwa hayupo. Ambali, baada ya kuingia ndani ya mtandao wa Instagram na kumtafuta mpenzi wake, akagundua bwana mshikaji baada ya kuuza zile dhahabu akaondoka kwenda mji mwingine kulabata, na kwa sasa alikuwa yupo pamoja na wanawake wengine moja kwa moja mbili akaona ya kwamba hakika ameweza kupigwa changa toka kipindi kile. Bimdada anaeleza kwamba kufanikiwa kabisa kuweza kumwona Sujiti na tukio hili likampelekea bimdada kukubali penzi la Alomari, lakini pia siku ya ndoa yake pamoja na Alomari ya bwana, ndipo ambapo alifanikiwa tena kumwona Sujiti, naye alikuwa ni mmoja kati ya waalikwa, lakini pia alifanikiwa kuweza kupiga biriani Ambili, anamweleza mama mkwe pamoja na mawifi ya kwamba yeye lengo la kwenda kuonana na Sujiti sio kwamba anahitaji kwenda kuanzisha naye tena mahusiano, bali anatamani kwenda kumpiga panchi mtu huyu ili angalau asila ziweze kumtoka. Mama mkwe akasema, kama ni hilo tu basi haina shida ya bwana, hebu funga mkanda tuendelee na safari. Shemeji anampitia Aromali nao safari inaanza kuelekea sehemu ambapo Sujiti alikuwa anaishi. Mama mkwe bwana anafika nyumbani kwa kina Sujiti na kuelezwa kwamba ametoka na marafiki zake kwenda kusherekea sikukuu ya Krismas. Wanaondoka, anafika mpaka kijiweni, wanakuta muungwana akiwa anafuraha kweli kweli, huku akiwa kavalia kinyago usoni. Mama mkwe baada ya kutambulishwa kwamba Sujiti mwenyewe ndio yule, bwana akampiga bonge moja la guu mwamba. Baada ya kuweza kuinuka, bwana akili kidogo ikamkaa sawasawa lakini pia Ambali naye akampigia kofi na kumweleza kwamba nilitamani sana niweze kufanya jambo kama hili kitambo, lakini leo ndio nimepata nguvu ya kuweza kumaliza hasira zangu. Kabla wajaondoka shemeji pamoja na kina Aromali nao wanafika ndani ya hili eneo. Shemeji Yuni anamfuata mshikaji Sujiti na kumweleza kwamba vile vipande kumi vya dhahabu ambavyo alikuwa wamechukua kwa bimdada Ambali, ninahitaji uweze kuvirudisha ndani ya siku kumi, na endapo sipofanya hivyo basi nitarudi hapa na kuweza kufanya majanga zaidi. Familia wanaondoka, na siku iliyofuata mshikaji pamoja na mke wake bwana akawa upande wa ndani, wanapiga stori mbili tatu, wakijiandaa kuanza siku saba za mwanzoni, lakini huku upande wa ilikuwa Sujiti leo kakutana na bimdada mwingine ambaye alikuwa na mtapeli kimapenzi. Lakini pia bimdada huyo, siku hii ya leo, alikuwa kamletea vipande kumi vya dhahabu, kwani mshikaji alikuwa kamdanganya bimdada ya kwamba baba yake alikuwa anahitajika kuweza kufanya operation, hivyo alikuwa anahitaji pesa. Hivyo bimdada akaleta hivi vipande vya dhahabu bila kujua ya kwamba bwana huyu jamaa alikuwa ni tapeli wa mapenzi. Hapa ndao tunafika mwisho hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii na umeenjoy, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa ilikuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyopoa na kunyoka kama hivi kila siku.